kwa kwa sasa leo ni vita kati ya mama mwenye mwenye nyumba mpangaji wake atakwenda kuchukua kuongoza wa wa wa wa ah ah wakusanya mapato mapato. Kwa sisi mimi ndo mwananchi mwenye asili, nataka kibaka anaongoza watu aaa, wenye nmaapanaji kibaka hiyo a unakwenda kutoa taswira kwanza. Haya ni kama mazoezi kuelekea ligi ya mabingwa, kwa sababu ukiangalia ligi ya mabingwa kesho kutwa, leo ni tarehe tisa, kuna siku kama kumi na tatu twende kwenye kwenye michuano mikubwa barani Afrika ya CAF. Kwa hiyo mchezo huu tunakwenda kama kuweka sawa, ingawa katikati hapo ligi itasimama, lakini mchezo huu tunaochukulia kwamba ee, tukishinda leo na sidhani kama ligi itaendelea tena, na wasasi kama tunacheza mechi ya leo au kesho ligi itakwenda kusimama

KMC unajua, katika uchezaji sana sana, wao wanategemea sana, kwa sisi tunategemea sana sasa Nikimwangalia Dube katika hizi mechi ambazo aza eaikanatu mwenye, nasikitika sana rafiki yangu Dube, mdogo wangu, na napenda sana kumuona, kwa sababu mpaka sasa hivi Dube ni mchezaji mzuri kweli kweli, na ukiangalia katika mechi zake tamaa, ingawa yeye mwenyewe anajua

Asukari amekosa goli tungo mzima, lakini unaona sisi naona mashabiki wa Yanga tunazidi kuwaka moyo, tunaimba tu betu betu betu. Najua anapitia njia ngumu ngumuwaku anapenda kuichezekadi ya lakini, katika njia ngumu hii wanakuambia kukata tamani dhambi. Mimi najua siku moja akija kufunga goli moja tuube